Mheshimiwa Naibu Spika, pale juu kwenye gallery yako yupo aliyekuwa mvuvi haramu. E, lazima tuseme ukweli. Yupo, nilimwambia njoo, alitorokea Dubai, nikamwambia rudi na utaingia bungeni na nitakupa kazi, ndugu yangu Pascal Francis Mwakatenya. E, tumekubaliana na yeye, lazima tuiseme wazi na, wat, na, na, Watanzania wajue, huyu ni kijana mdogo amejenga kiwanda, lakini alikuwa na boti zaidi ya ishirini ambazo zote zimefunga zana haramu za kuvua vifaranga vyetu ndani ya ziwa Tanganyika. Kikosi kazi kikamwibua, nikamtafuta tukasema kwa pamoja, amekiri kweli nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya sababu zake anazo, lakini yuko nje ya sheria. Na tumekaa naye, tumekubaliana, tukishafifilisha kosa lake yeye sasa atakuwa balozi wetu namba moja ndani ya taifa letu ili aweze kuhakikisha hatuna uvuvi haramu. Sio ziwa Tanganyika peke yake ni kwenye maziwa yetu yote tuliyonayo ndani ya taifa hili. Nina uhakika tukifika hata kule ziwa Victoria wapo atapata mabalozi wenzake na ninaamini tutayafikia maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan.